Unaonekana ukawa kanisani, lakini ukawa na mapepo, ukawa unasali, lakini ukawa na mapepo, ukawa na dini kubwa kama ya kifarisayo ilivyokuwa, lakini ukawa na mapepo, lakini sio mpango Mungu. Na jioni leo naleta habari njema, yuko Yesu aliyokuwa mtangulia mbele wa wanafunzi, wakati anatembea yule kijana akaja na shika bao na aipe mwana atakaruhusu, angalia kilichofuata. Angalia kilichofuata yule kijana mawe yake yalimdondoka kutoka mkononi, hakuweza kuyeusha yale mawe, yalimdondoka yenyewe kutoka mkononi. Wakati anatafakari ujumbe huu, nikakumbuka siku moja mbwa ameingia kwenye ua la nyumbani, na tunasema huyu mbwa leo tutamkomesha, amezidi kuwa anakuja nyumbani kwetu. Nikakaa kwenye mlango, nimeshika jua kubwa ili akifika pale niweze kumpiga na lile jua. Nikamwambia mwenzangu sasa, wewe fanya kazi moja, najua kwa kuwa nimesoma kwenye mlango hawezi kuja. Wewe fanya kazi moja, utakuwa unamfukuza ili aje afike kwenye mlango hapa, nataka nimpige jiwe moja, hata rudia kuingia nikuchekeshe. Yule mbwa baada ya kujua kuna hatari, alikuja na unguruma, anatokota kufika kwenye lango ilipo simama, nimenyanyua jiwe namna hii, ndile jiwe ni shangari na dolova tu, miguu inacheza namna hii, na yule mbwa akapita akakimbia. Bwana ziezala ndivyo ilivyokuwa kwa yule kijana ambaye me amekuja ameshika mawe yampode Bwana Yesu, mawe yalimdondoka mwenyewe kutoka mikononi Bwana yeah! Sana na alichosema yule pepo akasema, unataka kututesa wewe, ni Yesu mwana wa Mungu, tena mwana wa aliye juu, unataka kututesa? akawana hochi Nyatate, sasa wako watu ambao hajajiwa, Yesu ni nani? Wana maswali mengi, wanauliza, Yesu ni nani? Wengine wanasema mbana alikuwa nabii tu, wengine wanasema mbana alikuwa mtume tu, wengine wanasema mbwana alizaliwa na maria tu. Nataka nikwambie, Yesu asilimia mia moja alikuwa ni mtu, lakini asilimia mia moja alikuwa ni Mungu. Asilimia moja ni mtu, asilimia mia moja Mungu. Sema ni Se Se, sawa sawa, inakuja. Kila mwenye mwili utakubali tu, maana bugango inashindwa kutoa majibu. Majibu yanapatikana kwa Yesu. Wanasiasa, yeah! wanajitahidi kupanga mipango, lakini wanashangaa kumbe wameshaviharibu. Yes. Wanaanza kulipa fidia za sheria za kimataifa. Yep, yep. Unaona, wanauchumi wanapanga, wanachopanga lakini wana mikopo, lakini wana inafii yako Unaona, kila mara mambo yanaharibika yanaharibika yanaharibika, lakini inapokuja kwa mfalme Yesu mambo yote yatanyoka tu. Sema yatanyoka, sema yatanyoka. Yanayoshindikana ya Bugando, leta madhabahu ya mlima Sayuni. Yale ambayo anasema hayapani Bugando, leta hapa kwenye madhabahu. Sema ninaelewa, sema ninaelewa. Nimeona watu ambao ndoa zao zimevunjika hivi Bugando wanaponya ndoa iliyovunjika. Amen. Daktari Bingwa wa kuponya kuponya ndoa iliyovunjika anaitwa nani pale Bugando? Madaktari mtusaidie. Yesu. Ah, Bugando Bugando. Hajapatikana. Hajapatikana. Daktari. Atikasema hii ndoa sasa majini mahaba. Mna machawi huyu mama, mna machawi huyu baba na waunganisha upya. Yupo Bugando? Hayupo. Sekou Toure. Ile ya rufa ya mbea Senti Pita kule, hata India hapana bwana, China nye, mmezidi Russia, hata Kasama. Kila mara hayopo, yuko Yesu mwana ya Mungu, shinda yeye ambaye katika arusi ya, ya Kana ya Galilaya ya anaishiwa na akabadilisha maji na divai, akabadilisha maji yakawa divai. Hiyo kolezo akiingia ndani ya maisha yako, ndoa yako haitakuwa na mangome. Ni mwanzo na mwisho, ni alfa na Omega. Wale ambao haujampokea Yesu, kisingiziwa una dini, Karagabaho utakimbia Buganda, watasema hii hatujaiona. Utakwenda kwa mganga yule wa Igogo, atasema hii ni nzito. Utasema nimeambiwa Kasama, kwenye vile vituku, yuko ambaye ana mizizi ya kutosha, atakwambia nakuoma uondoke. Na, na mbaya zaidi wengine <laughs> mambo ya kimzidi anachukua mme, ka wewe, mme ka wa kamama karokore umekwisha wewe. Mme kamama karokore atakapokushtaki kwenye madhabahu ya mlima Sayuni utatapika nyongo, utatapika nyongo. Ndoa za watu wa mlima Sayuni hazivunjiki. Wanawake wa nyumba hii ni wake wa manabii Wanaume wa nyumba hii ni waume wa wanawake wa manabii. Mke wa Ibrahim alipoibiwa, nini kilitokea? Walimrudisha kama wanatoa mahari tena bila kumgusa, wakamrudisha kama wanatoa mahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema Yesu ni mwanzo, Yesu ni mwisho. Ninapomaliza nitoe nafasi kwa ajili ya jambo fulani. Ninapomaliza nilisema jana sikukuu ni siku ni sikuu amini ni sikukuu ya baragumu baragumu maana yake kutangaza maanyo kutangaza mapumziko agano la kale limekwenda na miaka elfu nne ambazo ni siku nne tangu yesu mpaka leo inahesabika ni miaka elfu mbili maana yake siku mbili mbili jumulisha nne Ni ngapi? Sita. Ni ngapi? Sita. Punziko, ni ngapi ngapi inakuja siku ya saba ya mapumziko ambayo ni miaka elfu moja imesalia ambayo kuingia ndani ya miaka elfu moja hakuna ajuae hiyo saa, hakuna ajuae sasa ni saa ya kuingia katika miaka elfu moja iliyobaki ili kuingia ndani ya siku ya saba ya mapumziko. Sikukuu ya mwezi wa saba kwa mjibu wa Mambo ya Walawi sura 23, 24, 25, ni siku ya baragumu, maana yake ya kuandaa maaskari watakaosimama kupeleka injili bila aibu ya kuandaa vijana wenye ujasiri watakaosimama kumtangaza Yesu bila aibu, ya kuandaa vijana ambao hawatembei na roho mzee. Mwambie kijana aliyekaa nawe, mimi sina roho mzee. Na wee ulia hapa ni kijana, wee ulia hapa ni kijana. Kila mmoja mwambie lee aliyekaa upande wako kule kushoto, mwambie mimi sina roho mzee. Vijana wee, vijana wee, we. Yesu wee eh ze ni waoga kushuhudia roho yeah. Roho nzee akikaa ndani ya minibasi hapa na hapa, anawaza huyu ni kimgonga sahani ya chips, namchukua leo huyu lakini huyu ni mzuri sana. Wewe unatumia fanta au soda? <laughs> unajua hiyo ni roho yeah. roho Kanisani kuna mzee? Hapana. Ndio maana kuna utakatifu kwa sababu hakuna roho mzee. Unajua ukiwa kijana, ukiwa kijana siketi yako lazima iwe sufi. Sema roho mzee. Roho mzee. Unajua ukiwa kijana mwili wako unawa? Unawaka. Mbona mnasema? Ukiwa kijana unajua mwili wako unakuwa unawa? Unawaka. Sema roho mzee. Roho mzee. Hiyo roho ya shetani tu. Au na kisha tena na umri gani? Ni kazee punga. Punga, punga, punga kameshazeeka. Sema ni mimi na Yesu na mimi na Yesu. Yesu na mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi. Injili itasonga kusonga itaanzia Bugarika uh inaenea mpaka mikoa yote ya Daresalama, ikaenea mikoa yote ya Tanzania, maana ni maji ya baragomo. Na kama kijana, pokea mafuta ya kufanyika mtumishi Bwana iuisheraa ia baraee jina la Yesu ania uh... Jumatatu tunataka tuone ratiba ya ushuhudiaji vijana, yeah. na hata wageni wetu tulioalika kutoka madhehebu tofauti tofauti, kwa kweli, ili ni la kiroho, ni nyakati za umoja. Roho Mtakatifu anataka tukae katika umoja na kwa upendo yes, ujumbe wao walioshiriki na sisi kutoka madhehebu mbalimbali ni ujumbe kwa ajili ya mwili wa Kristo. haya ni majira ya kupiga baragumu, si majira ya kukaa ndani na kuonyeshana stari za kucheza nenda nyumbani kulala, wakati watu wananigwa na majini na mapepo, wakati watu wanaolewa na majini mahaba. Haya si majira, ni majini ya kutoka nje, kwenda masokoni, kwenda njia panda, kutangaza. Siku ya saba ya kupumzika inakuja, ikikukuta haujajiandaa hautapumzika. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia mstari ule, alafu nimalize. Angalia mstari ule, nirudie alafu nimalize nataka niseme kitu hapa anasema na mtu yule aliyetokwa na pepo alimwomba ruhusa afuate naye lakini yeye akamwaga akisema rudi nyumbani kwako ukahubiri e, yalivyo makuu e, mungu aliyokutendea akaenda zake akihubiri katika mji wote yaliyo makuu mambo e, aliyotendewa na yesu sema ushuhuda. sema ushuhuda tuna changamoto moja ndani ya nyumba ya mungu Wako watu wanaogopa kushuhudia, wakifikiri ni kumpa heshima aliyemuombea. Anaona ni heri tu nikae, kwa sababu nikishuhudia, ako ka jamaa kalikoniombea katajivuna sana. Lakini tunaona hesabu na kanuni ya Kibiblia, kila aliyetendewa muujiza alitakiwa akashuhudie. Maandiko yanasema, kijana huyu akasema, Yesu nataka niende na wewe. Mpango wa Mungu akikutendea jambo Tawanyika, nenda kawaambie watu alichokutendea. Tawanyika, katangaza miujiza ambayo Yesu amefanya ndani ya maisha yako. Bwana sifa sana, itika Bwana sifa sana. Unaona, wakati Yesu anarudi akakuta watu wamejiandaa. Kwa nini walijiandaa? Walishafikia habari za matendo makuu za kijana Mgerasi ambaye ameishi makaburini miaka yote, lakini Yesu amemfungua, Yesu amemkomboa. Nataka ujue tangu mwanzo ya huduma ya Yesu ilikuwa ni uokovu na kukomboa, ilikuwa ni kuokoa na kukomboa. Kama umeokoka tu bwana Yesu, unaja kwako, mimi ni mwenye dhambi, au unaenda kanisani, jina la Yesu linatajwa lakini haujaokoka, na pengine hata haujakombolewa. Nataka nikwambie bado una safari si fupi, safari ni ndefu. Ukishaokoka, tafuta deliverance, tafuta kukombolewa. Haleluya. Ushuhuda kama ushuhuda ni kwa ajili ya utukufu wa huyu aliyekutendea. Nimalize kwa kusema hivi. Wakati Mungu ameniita katika huduma ya deliverance, akazungumza mambo makubwa, lakini niseme kitu hiki. Wakati ndege inataka kuruka bado, Mungu akaniambia nenda, rudi nyumbani, mama yako ana changamoto si ndogo. Wakati nakuwa niko ndani yangu ya dini, ya dini yangu kubwa, mama yangu alikuwa anapitia changamoto nyingi, lakini moja kubwa ambayo naikumbuka ambayo wakati nimeenda juzi alikuwa anaisema, akasema wanangu, niliwahi kuugua mkiwa wadogo sana, lakini siku moja nikawasikia wewe mwanangu Fredi pamoja na dada yako mnaongea pale nje, mnasema hivi, mama yetu akifa tutafanyaje? Nilitaka kulia wakati mama ananikumbusha maneno haya. Aliyazungumza baada ya kuwa nime- kwa msaada wa Mungu nimefanya deliverance, nimemfungua, nime nime na kumwonyesha ni mambo gani yalikuwa yanamfunga akawa anaongea maneno haya, akasema, niliwahi kuvimba mwili, pua haikuonekana, macho hayakuonekana, mwili mzima ulitutuma, mwili mzima ulijaa. Lakini wakati huo akawa amekuja pia kumtembelea, wakati anarudi nyumbani, gari ikamrusha mara mbili kwenye mashimo, akawa mwemia mgongo. Madaktari wanasema pingili za mgongo zime sikui, zimesagana namna hii. Kwao mama, mgongo wake ukapinda namna hii, akawa natembea hivi. Na nyingine akasema amekwenda hospitalini wakamwambia alikuwa anasumbuka na asas. Na asas zilikuwa zimeshapea kiwango cha kuwa anatapika damu. Nikasema nawe. Wewe Mungu, ambaye umekuwa unafanya kazi kuwafungua watu, Liko jambo unataka kufanya na nyumba yangu. Nikamwambia Mungu, ninakwenda nyumbani. Nikakutana na mamaangu, angalia ana asas. Asas ambayo mpaka anatapika damu. Lakini pia amepita mgongo